Mambo, unaitwa nani? Nani mimi naitwa nani, nani? Nasi. Eh? Mimi nani? Mi mama. Naitwa Mariam Juma Mdeme, ni mzazi wa Ibtisam Nasir Abdalla. Mtoto wangu anaishi kwa kutumia mashine ambazo ni cochlear implant, ndo zinazompa nguvu au zinazompa mawasiliano ya kusikia. kilivyotokea mpaka ikawa hivyo na kugundua yote hayo, alivyofikisha umri wa miezi saba alipata homa homa kali ambayo kwa mawazo ya mzazi ambao mimi nilikuwepo nayajua, nilikuwa najua labda ni homa ya meno though baadaye nikaja kumpeleka hospitali na kupata kutibiwa. And then baada ya hapo walisema tu ni homa ya kawaida ambayo inatokea kwa mtoto yoyote, then tukaendelea na matibabu mengine sasa baada ya kuendelea themo anavyozidi kukua, amefikisha mwaka mmoja, tuka nikawa naona kuna mabadiliko katika usikivu yake. Maana kulikuwa kuna muda anasikia vizuri, wakati alivyokuwa mdogo anacheza tukiwasha mziki anacheza, tukiwa tunacheza na sisi, tukimuita alikuwa anasikia. Akaanza kujifunza na kuongea maneno machache, kama alianza kuita mama, baba, dada lakini baada ya muda anavyozidi hmm, kukua tukawa tunaona usikivu wake unapungua, unaweza ukakaa pembeni unamuita akawa hasikii chochote, labda mnafanya I mean, kazi yoyote anayotumia sauti, lakini yeye ikawa hatoi attention yoyote. Ndo nikawa curious, nikaanza kufuatilia hiyo ishu na kumpeleka hospitali kizuri, nikaja Muhimbili. Ah, baada ya kufika Muhimbili tulifanya vipimo then akagundua sikio la kwanza, la pili hakuna shida baadaye ndo kuja kundua sikio la ndani ambao ndo tunaita cochlea, sehemu ya ndani ya mzunguko wa sikio, ndo ulikuwa una shida. Wakanipa wakanipan um, I mean, njia zinazotakiwa kuwepo kwamba before kufanyia operation atakuwa kuanza kutumia hearing aids. Kwa tukatumia hearing aids kwa muda wa mwaka mmoja wakati tukiwa kwenye process za operation akafanyiwa hiyo cochlear implant. Kwa mpaka sasa hivi amewekewa mashine, ni mwaka jana, so far mpaka sasa, sasa hivi usikivu wake ni una mwaka mmoja. Uh, kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu, tofauti ni kubwa sana, kwa sababu sasa hivi uh, mwanzo kabla ya mashine alikuwa hasikii chochote mpaka mwangalie usoni ndio mwanze kumsemesha, kumsemesha kwa namna yoyote ambayo tulikuwa tunafundishwa kwenye zile speech therapy. Kwa hiyo ilikuwa lazima tumwangalie usoni, kwa nyuma alikuwa hatuelewani, ila kwa sasa nashukuru Mungu, zinasaidia anasikia, anaongea, ukimuita jina lake anasikia, ukimuuliza anaitwa nani anasikia, mama. kwa huduma nilizozipata hapa Muhimbili napenda kushukuru sana kwa kuwa wamenisaidia sana sana. La isifu, isinge kuwa ni Muhimbili hospital ingenifanya nimpeleke mtoto wangu India ili aweze kwenda kufanyiwa hiyo operation, lakini kwa kuwa Muhimbili analeta hiyu huduma, nipende sana kusema nashukuru kwa kuwa mmetusaidia na mmetuokolea gharama nyingi sana katika vote ambavyo inabidi vipaswe. Kwa hiyo nipende kushukuru kwa huduma ambayo mnatupatia. Sofa toka amefanyiwa operation, sijawai kupata changamoto yoyote kwa mtoto ya kuumwa au kupata maumivu yoyote kwenye upande wa operation, zaidi ni mafanikio makubwa.